Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mashi, naomba niulizie kwa shekhe, tabia ya mume au mke akiwa mjamzito, kama ni mume kumwangalizia mke wake mtoto aliyembeba ni wa jinsia gani, hii kisheria ikoje? Imethibiti inafaa ama ni makosa? Alhamdulillah, Abu Fatima, <clears throat> sheria hajakataza mtoto mume kama mke wake ana mimba, ataka ajue mimba amebeba ni jinsia gani Uh, kiume au kike, sheria haijakataza haijakataza, mm -hmm. Kabisa na lakini, huenda watu wengine wanaoelewa vibaya aya uh, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa uh, ya'lamu ma fi al-arham larham, -yani Allah ametaja katika sura hii, e, sampuli tano kitu tano hayajuu binadamu isipokuwa anajua Mungu. E, nafsi itakufa wapi? Kesho unamkuta nini? unakukuta kitu gani? E, mvua itashuka siku gani? E, vile vile Mungu anasema Subhanahu wa taala, na kitu yeyote iko iko tumbo ya kina mama kizazi ya kina mama hawezi kujua isipokuwa Mungu, wa yaalamu ma fil arham. Mmeelewa vizuri? mm -hmm. Sasa wengine wanaelewa labda aya hii imeelewa mtoto um, iko kizi tumbo ya mamake haitaki kujua jinsia gani una, nani yeye anajua? Mungu. Tumeachia Mungu mm. Umeelewa hivi mm. Kama mtu ameelewa hivi aya hii anakusudia aya hii e, amekosea, ni sahihi? Mungu anasema wayalamu ma fil arham. Mungu yeye peke yake anajua kitu yuko ndani ya tumbo ya, ya kina mama. mm na watu wanajua lugha ya Kiarabu. Mungu hapa Abu ametumia Abu Fatma ma na ma neno ma Kiarabu, ki, ki, kitu ambaye haina akili hayasema. man Kiarabu, nawambia Abu Fatma wewe umekuja na nani? nakwambia man maka akasema, maaka se ma unatumia maa kitu hana akili so, sasa Allah, aya ameweka wazi, anasema. Mungu anajua kitu iko tumbo ya kina mama, mtoto yeye peke yake anajua, anakusudia kabla hajapuliza roho, manake. mm -hmm. mtoto kwa tumbo wa mama mm, inabita steji tofauti tafaut, tafaut. mm -hmm. na hadithi mtume ameweka anabita steji tatu au nne, mtume anasema itakuwa nyama siku arobaini nutfa kwa... inakuja kipanda wa damu inakuwa nyama n inatumia arobaini mara, in, mara tatu siku so arobaini mara tatu mm. arobaini ya kwanza, arobaini ya pili, arobaini ya tatu ishafika siku mia ishirini, hii mwezi minne. Kisha Mtume anasema haba imetukua binadamu imekamilika, yani mm. mwili imesha Allah sha ishaumbwa tayari kisha Mtume anasema Allah anamtuma malaika, anapuliza anapuliza roho, ataingia roho na malaika. Malaika anaandika huyu ataishi umri ngapi, itakuwa jinsia gani, itakuwa mtu wa mwema, mtu sio mwema, sijui so, umelea vizuri hmm. Sasa hii ishafika mtu stage mtoto mwezi minne niitwa man sio maa Eh, imaanake hata watu waweke kompyuta wanaangalia ni sehemu yake ya siri. Wengine anakwambia akike, baadae anakuwa wa kiume, wanakosea mara nyingi, lakini kabla hajafika wewe yeye mwezi minne, mwezi wa kwanza, huwezi kujua huyu nani, ni kipande wan, wa nyama okay. au damu, maana vizuri mm. sana. Sasa Mungu anakusudia wakati huyu hajafika binadamu, Mungu anajua atakuwa yukoje hakika ya, ya kuna. Sasa kifupi, mtu kama nina hospitali kujua mke yake ana ana, ana, ana, ana, mimba ata kujua mtoto jinsia gani, haina hmm. shida. Na yeye hawezi kuenda mpaka avuke miezi minne. Mwezi mitatu hawezi kuangalia. Hawezi kujua. Madaktari za kwa kushangama, kwa kumbea kitu wa kiwezekana. Na, hawezi kuona. Ma kitu lazima uweke uone ndani. Hmm. Mimki, sh, kifupi inafaa, haina shida. Na.